Huyu Lisu wakati alikuwepo kwenye gereza la Keko, hapakuwepo na masharti hayo, walikuwa wanaenda, walikuwa wanaanza kaongea naye, na ni kitu ambacho ni ukiukaji wa kanuni sheria zetu sisi wenyewe za nchi hii, sio za leo, za mwaka sitini na nane. Kwa vyovyote vile, bila kumung'unya maneno, nikuamba, ambia, mtandao, ni kwamba huwezi ukaniambia shauri ambayo linaendeshwa kwa njia ya mtandao na mahakama ya wazi, hiyo haiwezi kuwa ni mahakama ya wazi baada ya sekeseke seke la mheshimiwa Tundu Antipas Lisu, mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, hivi karibuni e, kesi yake ilikuwa inasomwa katika mahakama ya Kisutu, lakini yeye alishindwa kuweza kufika mahakamani. Lakini pia tukashuhudia ekaeka za hapa na pale, na ikanilazimu kumtafuta tena kwa mara nyingine mwanasheria Edison Kilatu kuweza kuzungumza naye juu e, ya ya ya kesi ya kesi hiyo kuendeshwa kwa njia ya mtandao. Ni kesi ya namna gani ambayo inapaswa kuendesha kwa njia ya mtandao. Je, kesi ya mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Mheshimiwa Tundu Antipas Lisu, ni miongoni mwa kesi ambazo zinaweza kuendeshwa kwa njia ya mtandao? Tupo naye hapa Edison Kilatu mwanasheria ambaye uh, mbobezi kweli kweli, kuweza kutupindisha huko, kuona kwamba ni miongoni mwa kesi mbili ambazo Lisu zinamkabili, uh, kesi ya uhaini na kesi ya uchochezi, ni miongoni mwa kesi ambazo zinapaswa kusikilizwa kwa njia ya mtandao. Ni kesi za namna gani ambazo zinapaswa kuendeshwa kwa njia ya mtandao? Ni miongoni mwa kesi ya mwenyekiti wa Chadema Tundulisu, ni miongoni mwa kesi ambazo zinaweza kuendeshwa kwa njia a ya mtandao? Kwanza ya, niseme sisi tuna kanuni sheria ambayo inasimamia utaratibu wa uendeshaji wa mashauri kwa njia ya mtandao. Kanuni hizi za mwaka elfu mbili na ishirini na moja. Na kanuni hizi ni zao la COVID. Baada ya kuwa tumepita kipindi cha COVID tulipata changamoto kubwa E, kuwatoa mahabusu ilikuwa ni kwa ajili ya kusaidia zaidi chang, changamoto ya mahabusu, kwamba ukimtoa mahabusu kule kwenye magereza zetu ukamleta mahakamani anaweza kachangamana na watu wengine tukapeleka maafa kwenye mahabusu zetu. Kwa mahakama kwanza, ilianza tu kuendesha kwa busara za kawaida, kwamba walau hawa watu wao wanaweza ukahudhuria mahakama hasa inavyotokea labda ni kutaja kesi kama kuna jambo ambalo sio la kusikiliza kesi basi wafanye wakiwa wapo kwenye, kule kwenye mahabusu, ili kwa ajili ya kupambana na janga ambalo linatusumbua kwa wakati huo, lakini baadaye mwaka 2021, ah, mahakama kwa jaji mkuu akawa ametunga kwa sababu ana mamlaka yake kwa mjibu wa sheria, akawa ametunga sasa kanuni ambazo zinasimamia utaratibu mzima wa uendeshaji wa mashauri ah, kwa njia ya mtandao. Kwa hiyo ni kitu ambacho kililenga zaidi eh, mazingira fulani. Sasa kanuni hizi zinaruhusu mashauri mbalimbali unazo kaendesha lakini mwisho wa siku mwisho wa siku, kwa mujibu wa sheria zetu ni kwamba makosa ambayo ni ya jinai, makosa ya jinai yanatakiwa yaendeshwe kwenye mahakama ya wazi. Sasa moja ya utata ambayo imejitokeza hata juzi wakati tumechukua masaa mengi kubishana kwenye mahakama kwamba je, mahakama ya wazi inahusisha pia kuendesha shauri kwa njia mtandao? Sasa tukienda kwa mujibu wa sheria yetu ya mwenendo wa jinai sura 20, hii ni sheria mwaka 1985, kwenye kifungu cha 186 kinazungumzia kwamba mashauri yataendeshwa kwenye mahakama ya wazi, na kinaelezea kwamba mahakama ya wazi maana yake ni mahakama ambayo watu kwa ujumla wao watakuwa na uwezo wa kufuatilia shauri bila kudhibitiwa au kukutana vizingiti vingine. Sasa hoja msingi inakuja, je, ukiendesha kwa kupitia mtandao hiyo ni mahakama ya wazi? Je, watu wote wana uwezo wa kuingia kwenye mtandao bila kudhibitiwa? Ni nani ambayo anaweza akaingia? Mimi kwa maoni yangu, huwezi ukaniambia mtandao ni mahakama ya wazi, na nitaelezea kwa nini. Moja, ili mtu aingie kwenye mtandao, ni lazima awe amepatiwa link, na kwa mujibu wa zile kanuni zile ambazo wanapatiwa link, link anapata watu wa magereza, kwa mtu ambaye yupo rumande, link watapatiwa mawakili wa utetezi na mawakili upande wa serikali ambao wako mahakamani, mtu mwingine wa kawaida, laba muangalizi, muangalizi kwa kibali maalum cha mahakama ndio anaweza kupatiwa link. Sasa ukishaweka masharti hayo, maanake hiyo haki haipo wazi kwa kila mtu, ipo wazi kwa ajili ya watu maalum peke yake. Kwa mimi ukishaniambia kwamba na mazingira ya kutumia mtandao kwa mazingira hayo, ukiniambia ni mahakama ya wazi, sitakubaliana kwa sababu mahakama ya wazi nitakuwa ni ile ambayo inatoa uwanja kwa mtu yoyote anayetaka aweze kufuatilia shauri, lakini kwa mazingira haya ya mtandao si kila mtu anaweza kupata nafasi hiyo. Ni moja, lakini kingine pia hata wengine ambao wanakuwa wamepata access kwa maana ya kuingia kwenye mtandao, bado watahitaji kuwa na simu janja, watahitaji kuwa na bando. Ina maana mtu ambaye hana simu janja, hana bando, tayari hataweza kupata hiyo nafasi. Hata kama kuna mtu anaweza kumsaidia link, bado haitamsaidia kwa sababu hana eh, facilities za kumwezesha kuweza kuingia kwenye kwenye kwenye mtandao na kufuatilia shauri. Lakini tukiangalia kwa mfano hii ya juzi walisema wametoa link. Kuna baadhi ya waandishi wa habari walijaribu kutumia hizo link zenyewe zikazi, na wakati mwingine zinahitaji pate password na nini, mpaka wao wenyewe wa mahakama tena wakuruhusu. Uta, utaomba kuingia, lakini mwisho wa siku kuna approval. Sasa wale wata approve watu ambao wameshapewa kibali na mahakama. Mtu mwingine ambaye yupo zake Kigoma tu angependa atumie link kuangalia kesi hataweza kupata. Sasa kwa vyovyote vile bila kumungunya maneno ni kwamba huwezi ukaniambia shauri ambalo linaendeshwa kwa njia ya mtandao na mahakama ya wazi. Hiyo haiwezi kuwa ni mahakama ya wazi. Itakuja kuwa mahakama ya wazi kama e, huo mtandao link ile ipo open kwa mtu yeyote akiingia, haina masharti, anaanza kuingia. Ingawa bado na yeye changamoto itakuja, je, kwa yule ambaye hana device bado inaweza kuwa ni changamoto. Kwa hiyo mimi ambacho naweza kusema kwa mujibu wa sheria zetu kwa sababu tayari uh, kanuni za mwenendo wa jinai zinataka mashauri ya jinai yawe ni ya wazi. Kwa hiyo kuendesha mashauri kwa njia mtandao, mimi naona kabisa tutakuwa hatujakidhi masharti ya kifungu cha 186 cha ile sheria ya, ya, ya mwenendo, cha mwenendo wa jinai. Na tukumbuke kwamba tulikuja kutengeneza kanuni, lakini kifungu cha 186 hakikurekebishwa ili kweli kuendana na hiyo kwamba inaweza ikahusisha ika, ika vile vile kuendesha mashauri kwa njia ya mtandao. Kila kifungu kimebaki kama kilivyokuwepo zamani. Kanuni zimekuja zimetengenezwa. Sasa leo kumetokea kama sintofahamu fulani ni kama leo wanataka watu walazimishe kanuni zionekane zina nguvu kushinda sheria mama kwamba watu wanalazimisha kwamba kila ambacho kipo kwenye kanuni lazima kifuatwe. Mimi nadhani hapana. Kitu cha muhimu mtakao kituongoze ni misingi ya utoaji wa haki. Na, naomba nirudie kwamba moja ya kigezo cha muhimu cha utoaji wa haki, haki lazima sio tu itendeke, inatakiwa ionekane ikiwa imetendeka, na ili haki ionekane imetendeka, manake lazima wadau wale wana ambao wanashiriki kwenye mchakato wa utoaji wa haki wao wameridhika. Sasa kwenye shauri hili nikiangalia, mheshimiwa Lisu mwenyewe ambaye ni mshtakiwa hakuridhika na utaratibu ambao wanatumia kuendesha shauri. Sasa unajaribu kuangalia kwa nini wanalazimisha kuendesha kwenye namna ambayo mtuhumiwa mwenyewe ajaridhika na ndio maana alikataa kujiunga kwenye mtandao. Sasa mwisho wa siku utasemeje haki imetendeka wakati yule anayeshtakiwa mwenye hajaona hiyo haki ikiwa inatendeka. Kwa nafikiri ni swala tu la mahakama ijitafakari ione kwamba ipo haja ya kutumia utaratibu wetu wa kawaida ambao ni kwa mjibu wa kifungu cha 186 mtuhumiwa afikishwe mahakamani shauri liendeshwe kwa kufuata sheria yetu inavyotaka kwamba hiyo ni mahakama ya wazi na watu waruhusiwe kuingia kwenye mahakama wafuatilie. Hakuna haja kudhibiti watu. Kwa mtu kama taamua yeye pande mmoja labda utasema haupo tayari kuja hapo, takuepo kwa mtandao huo, umeamua wenyewe. Lakini tusiweke kwamba ni sheria jumla, yani siwe general rule kwamba mashauri lazima yaende kwa mtandao mpaka mahakama yenyewe itakavyoamua. Mimi nafikiri hili ni jambo ambalo kwa maoni yangu naona halija, halija, halijakaa sawa. Kwa utaratibu mzuri ni kwamba turudi kwenye kuendesha mashauri kwa mahakama ya wazi ambayo itaruhusu watu wote wapate nafasi ya kufika kwenye mahakama na kushuhudia kile ambacho kitakuwa kinaendelea kinaendelea kwenye mahakama. Eh, kwa trend hii au mwelekeo ambao unaouona uliopo, kama wakiendelea kulazimisha kuendesha shauri kwa njia ya mtandao ambao Mheshimiwa Rais hajaridhika nao, kuna hatari kwamba kuna stage zikaendeshwa bila mshtakiwa kushiriki kwenye shauri. Sasa najaribu kufikiria kwa nini tunatumia nguvu kugombana kwenye kitu ambacho wala hakina gharama yoyote, ni swala tu tu la, la, la, kuwa tuna utashi wa kutoa haki kwamba bwana, tusiishie kubishana kwenye modality, baada yake tuende kwenye mambo ya msingi. Kwa kwa hiyo tufika mara, turuhusu ili kila upande uridhike kwamba kwa namna ambavyo shauri inaenda mshtakiwa anaridhika kwamba tupo mahakamani, tumekaa vizuri, tunaona kinachoendelea, lakini pia upande wa e, upande wa wananchi wa kawaida, wanachama wa Chadema ambao wangependa kufuatilia shauri dhidi ya mwenyekiti wao familia na ndugu wengine wote wao wana uwezo wa kupata nafasi na kuweza kufuatilia kesi ki, ki ukaribu zaidi kuliko hivi ambayo imeenda, na mimi niseme pia kwa kupitia mtandao kuna disadvantage nyingi, kuna vizingiti vingi sana ambavyo nakumbana nazo. Kwa sababu, moja ya kitu, mtu akiletwa mahakamani kwenye mahakama ya wazi kuna nafasi ya kuonana na mawakili wake moja kwa moja, kwa hiyo mkabadilishana mawazo, kuna vitu vya kuzungumza, lakini mkiwa kwa njia ya mtandao, maana yake hata kama kuna kitu ambacho litakuwa kama kabla mjaongea mweze pengine kushauriana na mteja wenu ha, na kanuni za mtandao zinasema jambo, yeye mwenyewe ana nafasi kama kuna kitu amekiona ni rahisi akaweza kurahisi pale au akaongea na mawaki, na mawakili wake na mkatunza usiri wa mawasiliano, kwa sababu aweza kaongea maana kiongea ki kwa njia ya mtandao, maana watu wote watasikia kwamba alikuwa anazungumza kitu gani, lakini kama angekuepo pale, ana nafasi ya kuzungumza kwa usiri na, na, na, na akawa tayari mmefanya mawasiliano na bado haki yake ya usiri, kwa sababu mawasiliano kati ya mteja na wakili yanalindwa na sheria kwamba lazima yawe ni kuwe na usiri fulani katika mawasiliano. Umezungumza swala zima la usiri, wakati anazungumza uh, wakili wa uh, Tundu Lisu pale nje ya mahakama ya Kisutu, inaonekana kwamba swala la usiri uh, uh, eh, na swa baina ya, ya mshtakiwa ni changamoto. Ah, kwanza niseme e, kanuni za ambazo zinasimamia uendeshaji wa magereza za mwaka 68 ni kanuni za siku nyingi sana. Zimeweka moja ya haki ya, ya, ya, ya, ya, ya mshtakiwa anavyokuwepo kwenye rumande e, mawasiliano yake kati ya yeye na wakili yaendelee kuwa ni ya siri. Kwa hiyo anavyoongea of course kwa sababu yupo chini sasa aidha ya mahabusu au yupo kwenye rumande walinzi watakuwepo lakini watakuwa wakae kwenye umbali ambao watakuwa wanamuona ila wasisikilize kile ambacho mnaongea. Lakini kwa mfumo ambao upo kwenye hii shauri la mheshimiwa Lisu, kwa kadri ya maelezo ya mawakili wenzetu, wakili Kibatala ambaye alienda pale, kwanza mawakili wote walioendwa walioenda kumuona walinyima nafasi. Mtu aliyeruhusiwa pekee alikuwa ni wakili uh, Peter Kibatala na yeye mwenyewe, honestly, hakuruhusiwa kumuona kama wakili. Alipewa alipewa treatment kama tu usiri wa mawasiliano kati ya wakili pamoja na mteja wake yameingiliwa, ni kitu ambacho hakipo mteja wake mteja wake yawe ni ukiukaji wa kanuni, sheria zetu sisi wenyewe za nchi hii, sio za leo, za mwaka 68 ndio zinatoa muongozo huo. Sasa kama sheria imesema hivyo, sisi tunaenda kinyume hata na sheria tulikuwa nazo. Nafikiri kama taifa tuna njia ndefu ya kwenda, we have got a very long way to go hmm. ni kitu ambacho tusingeweza kutegemea kwamba mnafika mahala mnaingilia hata mawasiliano na, na, na, na kati ya mteja na na wakili lakini pia ukiangalia huyu huyu Lisu wakati alikuwepo kwenye gereza la Keko, hapakuwepo na masheria, walikuwa wanaenda, walikuwa wanaweza kaongea naye sasa unajaribu kujiuliza ni nini ambacho kimetokea. Kwanza kahamishwa kwenye mazingira kidogo ambayo na mjadala na tumesikitika kwamba mahakama haikuona kama hilo ni tatizo. Kwa sababu kumbuka huyu mtu anavotolewa e, siku na anaagizwa kupelekwa kwenye rumande ametoka mahakamani, maana yake mahakama ina, ina sain ile, ile, ile, ile, ile warrant, kuna warrant inasainiwa ambayo inatoa maelekezo kwamba huyu apelekwe kwenye rumande, na lazima hakimu aseme anapelekwa kwenye rumande gani, kwa sababu vinginevyo sipoandika utajuaje kama ukimhitaji utaagiza, soma sikuelekea wapi? kwa unakuta sasa yule aliagizwa aende Keko, baadaye amehamishwa bila mawasiliano kwenye mahakama, bila mawasiliano na familia, bila mawasiliano na mawakili wa wa mshtakiwa mwenyewe, akawa amehamishwa ameenda ame, ame, ameenda kwenye gereza jingine la la Ukonga, ambayo ni maximum security prison. Lile ni gereza ambayo toka wakati wa koloni litengenezwa kwa ajili ya watu ambao labda ni tishio sana na ni yani, sio mazingira ya kawaida sasa unajiuliza kwa nini amehamishwa vile kwenye mazingira, na kuna taratibu nyingi sana ambazo hazikufuatwa. Lakini tunasikitika kwamba uh, wakati hoja imerehiziwa kwenye mahakama ilionekana kama ni hoja ya kawaida. Tunaamini labda baada ya kushauriana uh, inawezekana labda kuna hatua zikachukuliwa juu ya hilo, lakini nafikiri ni jambo ambalo kwa kweli kwa kweli kabisa alijakaa sawa lina changamoto sana.